Kwa jina naitwa Renalda Lucas Mambo, nafanya kazi shirika la Wotesawa, ni afisa ustawi wa jamii. Wotesawa ni shirika ambalo limejihusisha katika kupinga aina zote za ukatili dhidi ya wafanyakazi wa nyumbani. Wotesawa pia tumejikita katika kupinga usafirishaji haramu kwa binadamu. Wotesawa tunapatikana jijini Mwanza ambapo ndipo makao makuu. Pia tunapatikana wilayani Kasulu katika mkoa wa Kigoma. Uh, hali kadhalika tunapatikana wilayani Ngara katika mkoa wa Kagera ambapo kote huko tumejikita katika kuhakikisha kwamba tunapinga ukatili dhidi ya wafanyakazi wa nyumbani na tunapinga usafirishaji haramu kwa binadamu. Leo hii tarehe sita mwezi wa tatu, shirika la WOTESAWA tumeweza kuungana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mwanza katika kuadhimisha siku ya wanawake duniani. Ikumbukwe kwamba siku ya wanawake duniani huadhimishwa kila ifikapo tarehe sita mwezi wa tatu, ambapo ndani ya mkoa wa Mwanza tumeweza kuadhimisha siku hii leo hii tarehe sita mwezi wa tatu, ambapo shirika la WOTESAWA tumeweza kukutana na wanawake mbalimbali mbali, wanawake viongozi ambao wako ndani ya mkoa wa Mwanza kuhakikisha kwamba tunajadiliana mambo mbalimbali yanayohusiana na haki zinazomlinda mwanamke. Uh, shirika la WOTESAWA tumeshiriki. Uh, na lengo kuu hasa la kushiriki ni kwamba tumekuwa tukifanya kazi na wanawake na wasichana. Hivyo basi tukasema ni vizuri tukaungana na wenzetu ili kuweza kuendelea sasa um, kupambana kupaza sauti dhidi ya mfanyakazi wa nyumbani. Ikumbuke kwamba tunapozungumzia siku ya wanawake duniani tunamlenga pia mfanyakazi wa nyumbani kwa, kwa, kwa sababu tukiangalia wengi wa wafanyakazi wa nyumbani ni wanawake. Hivyo tunavyozungumzia siku ya wanawake tunalenga makundi yote wakiwemo wafanyakazi wa nyumbani, wasichana na wanawake wenyewe. Sambamba na hilo, tumeweza kuangazia pia a, mafanikio ya miaka 30 ya Beljini ambayo tumeweza kuona kwa namna moja au nyingine Tanzania imeweza kupiga hatua kubwa sana. A, miongoni mwa hatua ambazo Tanzania imeweza kufanikiwa kupitia ma, mafanikio ya Beljini ni pamoja na ongezeko la elimu tumeweza kuona pia ufaulu kwa watoto wetu wa kike ukiongezeka. Tumeweza kuona wanawake wakishika hata mbalimbali mbali za uongozi, ikiwemo mawaziri, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na hata makatibu wakuu. Na mwisho wa siku tumeweza kuona kabisa kwamba tumeweza kumpata rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni mwanamke na ambaye ameweza kutuongoza salama kwa kipindi chote cha muda wake ambacho ameweza kutuongoza sisi wa Tanzania. Hivyo sisi kama shirika la sawa bado tunaendelea um, kutoa wito kwa jamii hususani kwa waajiri wa wafanyakazi wa nyumbani kuweza kuona namna gani mfanyakazi wa nyumbani anaweza akashirikishwa ndani ya jamii, ili pawepo na usawa. Ikumbukwe kwamba wafanyakazi wa nyumbani wamekuwa wakisaulika, nikiwa naimaanisha wamekuwa wakitengwa, wakibaguliwa. Hivyo lengo la shirika la WOTESAWA ni kuona basi kama kauli mbiu inavyosema, wafanyakazi wa nyumbani na wenyewe pia waweze kuwezeshwa, waweze kuingia kwenye usawa, kwamba pasiwepo na ubaguzi wa aina yoyote, kwamba mfanyakazi wa nyumbani ni mfanyakazi kama alivyo mfanyakazi mwingine yoyote, ana haki ya kulipwa mshahara wake kila mwezi kwa mujibu wa kima cha mshahara cha shilingi 60 kwa mwezi. Hali kadhalika mfanyakazi wa nyumbani huyu ana haki ya kupata likizo ya siku 28 kama alivyo mfanyakazi mwingine yoyote. Pamekuwepo pia na matukio ya ukatili ambayo yamekuwa yakiendelea katika jiji letu la Mwanza, hasa kwa upande wa wafanyakazi wa nyumbani. Tumeshuhudia wafanyakazi wa nyumbani wengi wakifanyia vitendo vya ukatili, ikiwemo kuchomwa moto, kunyimwa mshahara wao, kuajiriwa chini umri wa miaka 14 ambapo tumeona kabisa kwamba haki imekuwa uh, wamekuwa waki, kos yani wakiwa hawapatiwi hawa haki yao ya, ya msingi ya kupata elimu. Hivyo basi, uh, kupitia siku hii ya wanawake duniani, nipende kutoa wito kwa wanawake wote ya duniani. Uh, tunapozungumzia swala la uwezeshwaji basi tumlenge moja kwa moja ambaye ni mfanyakazi wa nyumbani, na pia kwenye swala zima la usawa tujaribu basi kuangalia usawa kwa wanawake bila kuweka mipaka, nikiwa naimaanisha usawa kwa wafanyakazi walioko maofisini. Hali kadhalika tusisahau swala la usawa kwa wafanyakazi wetu wa nyumbani.